Zuri niambia wa viongozi wengine. Kuna hao viongozi, kina Kawaya, kina mtoa, ambao tuliwapeana huko kwa rutu, wakaleta maendeleo pande hii kwetu. Na kila siku, kila wakati tunawasikia huko tu mnaongelelea, sijui Kalonzo angekuja kwa serikali, kazo Kalonzo kuja kwa serikali. Si nyinyi ni wa kama na mko kwa serikali, si mtuletee hiyo maendeleo yenye mnasema. Na mwachane na Kalonzo, kwa sababu haiwezi kuwa tu kila wakati ukiongea unasema Kalonzo ndio anazuia maendeleo. Wewe unafanya nini hapo? Wewe mmoja ni CS, mwingine ni, ni, ni, ni MP si mlete hiyo maendeleo yenye mnasemanga iko huko kwa hiyo serikali, kwa sababu Kalonzo hawezi ingia mahali hakuna maendeleo ya wa watu, hawezi hiyo, tutaweza kuingia hapo. Na wakenya wote wamesema wa na wanaona hakuna maendeleo yenye imefanyika, kwa hivyo Kalonzo hawezi kuja huko. Nyinyi leteni maendeleo yenye mnasema iko huko, kwa sababu nyinyi pia ni wakamba na mko hapo kwa hiyo serikali, tuliwapeana huko, mlete maendeleo hapo. Mimi nimeweza kuzunguka nchi vizuri, nimepanda mlima, nimeenda hata kule Lake Victoria kwa kwa ndugu zetu Ee, naweza nikakuambia nilikuwa wakati tukipeleka ng'ombe, anaweza kukuambia hivi, wale watu ni marafiki wa, wa dati wa Dr. Steven Kalonzo Musyoka. Ukienda kwa mlima, ukienda hata ukienda Mombasa, utapata saizi kila mkenya amekubali kwamba e, Kalonzo ndio mtu anaweza sasa ongoza hii nchi kwa njia kamilifu, kwa njia nzuri yenye itasaidia wananchi, si, si kujipenda ama kupendelea upande mmoja, ni kufanya na kufanyia nchi kazi Namshukuru sana mara ya mwisho alisema akiingia, kwa hiyo kitu aa taka ya, ya, ya kazi kazi. Kwa kila mkenya unapata iko kama ile ile deductions, deductions, deductions. So, wakenya tujipange na tujue rais wetu wa mwaka 2027 ni Dr. Stephen Kalonzo Musyoka.